Baada ya taifa la Israeli kufanya uovu kwa miaka mingi, Mungu anaruhusu taifa hilo liingia utumwani mikononi mwa Babiloni ama mikononi mwa mfalme wa Babeli. Kilikuwa ni kipindi kigumu sana kwa wana wa Israeli kwa sababu walikuwa wamepoteza kila kitu, lakini katikati ya kukata tamaa, Mungu anamwinua nabii anayefahamika kwa jina la Ezekieli. Na nampeleka katika maono mazito jinsi ya kuweza kulikomboa tena taifa la Israeli, kwa sababu walikuwa wamekwisha kata tamaa. Anampeleka katika bonde lililojaa mifupa mikavu, na akitaka nabii Ezekieli aweze kutoa utabili. Kumbuka funzo hili linapatikana kitabu cha Ezekieli 37 kuanzia mstari wa kwanza hadi pale mstari wa 14. Kwanza kabla ya yote fahamu hii chaneli inaitwa Swahili so Bible Stories. Kwanza ningependa kukuomba uweze kusubscribe kama bado haujafanya hivyo, ili wa kwanza kupata simulizi zetu nzuri za kibiblia mara pale pindi tu zinapoweza kutoka. Kama wewe ni Mkristo ama dini nyingine, simulizi hizi zitakusaidia kwa kuinua kiroho zaidi, na Mungu wa mbinguni akubariki. Tuweze kuungana moja kwa moja na simulizi hii nzuri kabisa, kisa cha nabii Ezekieli kuweza kuitabiria mifupa mikavu na ikaweza kupata uhai tena. Ezekieli 37 mstari wa kwanza hadi kumi na nne Biblia Biblia, na nayo inasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje ya roho wa Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo lilijaa mifupa anipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa ni mifupa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu e Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie Enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa maneno haya: Tazama, naitia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mifupa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika ngozi, na kuwatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamliwa, hata nilipokuwa natoa unabii palikuwa na mshindo mkuu, tazama tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenzake. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake nyama ikatokea juu yake, ngozi ikafunika juu yake, lakini haikuwemo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia utabiri, upepo mwanadamu, ukauambia upepo, Bwana Mungu asema hivi njoo, kutoka pande za pepo nne, e, pumzi, ukawapulizie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni vyumba vyote vya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabili uwaambie, Bwana Mungu asema hivi: Tazama, nitayafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu enyi watu wangu, nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Vijiti viwili. Neno la Bwana likanijia tena kusema na wewe mwanadamu, toa kijiti kimoja uandike juu yake. Hii ilikuwa ni simulizi nzuri kabisa ya nabii Ezekieli, jinsi alivyoweza kutwaliwa kwenye maono na Mungu na kuweza kuishuhudia mifupa mikavu na kuweza kutoa unabii, mifupa hiyo ikaweza kuishi tena katika jina la Yesu. Kama wewe kuna shida yoyote katika maisha yako na kutabiria kama Ezekia alivyoitabiria mifupa mikavu, shida hiyo ikapotee na uhai uweze kurejea tena. Hata Yesu alipomfufua mtoto wa Yairo alimwambia Taritha kumi, tafsiri yake e, mwanamke inuka. Nami nakwambia katika maisha yako, chochote kilichokufa nakiambia Taritha kumi kiweze kufufuka tena, hata kama kuna mifupa mikavu kiasi gani iweze kupata nyama, mishipa, pumzi, damu na iweze kuwa hai tena. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana, usisahau kusubscribe.